Sarungi alikuwa mwanaume mwenye akili busara na moyo wa upendo. Alipoamua kumuoa Neema, alidhani amepata mwanamke wa ndoto zake, mwenye haiba, tabasamu tamu na sura ya kupendeza. Hakuwa na shaka kwamba ndoa yao ingekuwa ya furaha na amani, lakini baada ya miaka michache, alianza kuona dalili za ajabu kwa mkewe. Neema hakuwa na upendo wa dhati, maneno yake yalikosa upole, macho yake hayakuwa na nuru ya mke mwenye mapenzi ya kweli. Mara nyingi alimchukulia Sarungi kama mzigo badala ya mpenzi. Sarungi alijaribu kufumba macho na kuamini kuwa huenda alikuwa akimkosea, lakini tabia za Neema zilikuwa zikiendelea kudhihirisha kinyume. Siku moja Sarungi alijiuliza, je, ninaweza kuendelea na ndoa hii au ninasukuma maisha yangu kuelekea maangamizi? Lakini hakuwa mtu wa kufanya maamuzi kwa pupa. Alitaka ushahidi wa mwisho wa hakika. Ndipo akaja na mpango wake wa siri kujifanya kipofu. Siku moja Sarungi alirejea nyumbani akiwa na habari ya kutisha. Alimwambia Neema kuwa macho yake yameathirika ghafla na daktari amemwambia kwamba hawezi kuona tena. Neema alishtuka, lakini si kwa huzuni. Machoni pake, Sarungi alionekana kuwa mzigo sasa, hakuwa na tena nafasi ya kujifurahisha kama awali. Siku zikaendelea, na polepole tabia ya Neema ilianza kubadilika. Mwanzoni alijitahidi kujifanya mke mwema, lakini baada ya muda mfupi alifichua sura yake halisi. Alianza kumtelekeza Sarungi, aliacha kumpikia, hakumsikiliza na hata hakumjali kama alivyofanya awali. Mbaya zaidi, alianza kuleta wanaume wengine nyumbani, akidhani kuwa Sarungi akiwa kipofu hangeweza kujua kinachoendelea lakini, Sarungi alikuwa mjanja, alikuwa makini kusikiliza sauti, kunusa harufu na kuhisi mienendo ya kila kitu nyumbani. Alijua kila kitu kilichokuwa kinaendelea, lakini alinyamaza. Alitaka kuona wapi mpaka wa uvumilivu wake ungefika. Wakati mwingine Neema alimdhihaki akimpiga bila sababu, akimpigia kelele na hata kumtishia kumfukuza nyumbani kwake mwenyewe, lakini Sarungi aliendelea kuvumilia. Kuna wakati msichana wa kazi ambaye aliitwa Amina alimwonea huruma. Alikuwa mpole, mwenye huruma na kila mara alihakikisha Sarungi anapata chakula na anahudumiwa vizuri kwa siri, ili Neema asijue. Siku moja Neema alizidisha mipaka. Alimleta mwanaume wake mwingine hadi chumbani kwao, akimfikiria Sarungi bado ni kipofu asiyeweza kuona wala kuelewa kinachoendelea. Hapo ndipo Sarungi alipogundua kuwa umefika wakati wa kuondoa pazia. Usiku ule, baada ya mgeni wake kuondoka, Sarungi aliamua kwamba hapakuwa na sababu tena ya kuficha ukweli. Alikaa kimya kitandani, akimsubiri Neema arudi chumbani. Neema aliingia huku akitabasamu kwa dharau, akidhani kuwa mume wake hana ufahamu wowote wa matukio yaliyokuwa yanaendelea lakini kabla hajalala, Sarungi alimshtua kwa kusema, "Neema, je, unadhani kipofu hawezi kuona?" Neema alishtuka, "Unasemaje?" Sarungi alisimama kwa mara ya kwanza kwa wiki nyingi na kumtazama mkewe kwa macho yenye hasira na maumivu. "Sijawahi kuwa kipofu, Neema, nilikuwa na kutazama siku zote. Nilijua kila jambo ulilofanya, nilijua jinsi ulivyobadilika, jinsi ulivyokuwa ukinizarau, jinsi ulivyoleta wanaume wengine nyumbani mwetu." uso wa Neema ulibadilika akawa mweupe kama shuka. Alishindwa hata kupumua kwa muda. Sarungi, siyo hivyo, acha uongo. Neema, nilijua tangu mwanzo, lakini nilitaka kuona kama kweli una upendo wa dhati au ulikuwa nami kwa sababu nyingine, na sasa nimejua ukweli. Neema alijaribu kusema jambo, lakini hakukuwa na maneno ya kutosha kumwokoa Sarungi. Alimpita moja kwa moja na kumfuata Amina aliyekuwa jikoni. Alimtazama kwa macho yenye upendo na kusema Amina, umekuwa mwaminifu kwangu hata nilipokuwa katika hali ngumu. Wewe ndiye mtu pekee aliyenijali. Na sasa nakuuliza, unaweza kuwa sehemu ya maisha yangu? Amina alitokwa na machozi. Hakuwahi kudhani kuwa mwanaume kama Sarungi angemchagua yeye juu ya Neema. Alijibu kwa sauti ya upole: Sarungi, nitakuwa na wewe katika hali yoyote, bora tu niwe na mtu mwenye moyo wa kweli. Hapo ndipo Sarungi alifunga mlango wa ndoa yake ya mateso na kufungua mlango mpya wa upendo wa kweli. Lakini hii ilikuwa tu hatua ya kwanza ya safari yake mpya. Baada ya Sarungi kumwacha Neema na kuchagua maisha mapya na Amina, alihisi kama mzigo mkubwa umeondolewa mabegani mwake. Hatimaye alikuwa na mtu aliyempenda kwa dhati, mtu aliyemjali hata alipokuwa hana chochote. Lakini Neema hakuwa tayari kufungua ukurasa mpya. Alijihisi kudhalilishwa na kuachwa kwa aibu. Machoni pake hakuwa na kosa. Aliona kuwa Sarungi ndiye aliyemuumiza kwa kumshtukiza na mchezo wa kipofu. Alijawa na hasira na kisasi. Siku chache baada ya Sarungi kumleta Amina rasmi kama mke wake, vitisho vilianza. Mtu wa kwanza kutoa onyo alikuwa rafiki wa karibu wa Sarungi, mtu aliyekuwa akifahamu tabia za Neema. Sarungi, Neema hawezi kukusamehe hivi kirahisi. Usifikiri amekubali kushindwa. Huyu mwanamke ana hasira na atafanya kila awezalo ili kukuangamiza. Sarungi alitabasamu kwa upole. Sina cha kumwogopa, nilimpa nafasi ya kuwa mke mwema, lakini alichagua njia yake mwenyewe. Sasa ni muda wa mimi na Amina kuanza maisha mapya. Lakini hakuwa anajua ni kipi Neema alikuwa amepanga. Siku moja usiku, wakati Sarungi na Amina walikuwa wamelala, sauti kubwa ya mlango kugongwa kwa nguvu iliwafanya washtuke. Aliposogea karibu, alisikia sauti nyingine, sauti ya wanaume zaidi ya wawili wakinong'onezana nje. Sarungi hakufungua mlango mara moja, badala yake alipitia dirishani na kuangalia nje. Kwa mshangao wake, aliona Neema akiwa na wanaume wawili waliokuwa wamevaa makoti marefu na kuonekana kana kwamba wana kitu walichokificha. "Usifungue," Amina alizungumza kwa sauti ya hofu. Sarungi alijua kwamba kama wangekosa hekima, mambo yangeweza kwenda mrama. Alisogea nyuma na kupiga simu kwa polisi kimya kimya. Ndani ya dakika chache walifika na kuwakamata wale wanaume wawili waliokuwa na mapanga mfukoni mwao. Neema kwa ujanja wake alijifanya kutokuwa na uhusiano wowote na hao watu akidai alikuwa amekuja tu kuzungumza na Sarungi, lakini Sarungi alijua ukweli. Hii ilikuwa ni jaribio la kwanza la Neema kumwadhibu kwa kumwacha baada ya tukio hilo. Neema hakutumia tena nguvu za moja kwa moja, alibadilisha mbinu na kuanza kutumia njia za kisaikolojia. Alienda kwa wazazi wa Sarungi na kuwaeleza uongo mwingi. Sarungi amenisaliti mama, alikuwa akitembea na mfanyakazi wa ndani hata kabla hajanipa talaka. Sasa ameniua moyo na kuniacha kwenye aibu. Tafadhali naomba msaada wenu. Mama yake Sarungi alihisi huzuni na hasira kwa muda, alianza kumuona mwanawe kama msaliti na mume asiye na huruma. Alimtumia Sarungi ujumbe mkali: mwanangu, umenikosea sana, umemchukulia Neema kama takataka na sasa unajiona uko sawa. Huu siyo malezi niliyokupa. Sarungi alishindwa kuelewa jinsi Neema alivyofanikiwa kuwashawishi hata wale waliomjua vizuri. Amina, aliyekuwa akimwona Sarungi akihangaika, alimgusa begani na kusema, usijali, ukweli siku zote hujitokeza, bora tumeshajua adui yetu ni nani. Kwa kuwa hakufanikiwa kupitia vurugu, Neema aliamua kumpiga Sarungi pale palipouma zaidi, kazini. Sarungi alikuwa na biashara yake ndogo aliyokuwa akijenga taratibu. Neema alienda kwa wateja wake wakubwa na kuanza kueneza maneno mabaya, msifanye biashara na Sarungi, ana matatizo ya kifamilia na ni mtu asiyewajibika, anaweza kuwahujumu wakati wowote. Wateja wake wawili wakubwa walijiondoa na biashara ya Sarungi ilianza kuyumba, lakini Sarungi hakukata tamaa. Amina, sitakubali huyu mwanamke anivunje moyo, nitaendelea kupambana hata kama ni kuanza upya. Amina alikuwa bega kwa bega naye akimsapoti katika kila hatua. Neema baada ya kuona juhudi zake zote zimeshindwa, aliamua kufanya jaribio la mwisho kumharibia Amina. Alienda kwa waajiri wa zamani wa Amina na kujaribu kuwashawishi kwamba msichana huyo alikuwa mwizi na tapeli. Alitaka Amina apoteze heshima na kazi yoyote aliyoweza kupata baadaye. Lakini bahati haikuwa upande wake. Waajiri hao walimfahamu Amina kama mtu mwaminifu na badala ya kumshutumu walimrekodi Neema akitoa uongo wake. Habari zilienea na hatimaye watu wengi wakagundua tabia halisi ya Neema. Watu waliompa heshima zamani walianza kumsusia. Aliwahi kuwa mwanamke mwenye hadhi, lakini sasa aligeuka mchekesho wa mtaa. Mwisho wa siku, Neema alibaki peke yake akijiuliza ni wapi alipokosea. Baada ya miaka miwili ya mapambano, Sarungi na Amina walifanikiwa kuimarisha maisha yao. Sarungi alijenga biashara mpya kubwa zaidi kuliko ile ya mwanzo. Amina alifanikiwa kufungua biashara yake ndogo ya chakula ambayo ilikuwa na kuwa mgahawa maarufu. Miezi mingi ilipita na Neema alizidi kushuka hadhi. Hakuwa na kazi, marafiki walimkimbia na hata familia yake ilianza kuepuka mazungumzo naye. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia, na kila kona aliyoangalia aliona tu maisha ya Sarungi na Amina yakizidi kung'ara. Neema aliketi peke yake usiku mmoja, macho yake yakiwa mekundu kwa machozi na hasira. Siwezi kukubali kushindwa hivi, lazima nifanye kitu. Ikiwa siwezi kuwa na maisha mazuri, basi hata wao wasiwe nayo. Ndipo wazo la kutisha likamjia akilini: atawaua Sarungi na Amina. Neema alijua kuwa Sarungi na Amina walikuwa na tabia ya kufunga biashara zao saa tatu usiku. Alipanga kuwavizia wakitoka kazini kwa kutumia vijana wa mitaani waliokuwa tayari kufanya chochote kwa pesa. Aliwalipa watu wawili wenye silaha ili kuwavamia wakiwa njiani kurudi nyumbani. Mpango wake ulikuwa rahisi, wanaume hao wawaue, na kisha yeye ajifanye mjane aliyepoteza mume wake wa zamani. Hakujua kuwa safari yake ya kisasi ingeanguka vibaya mno. Siku ya tukio, Sarungi na Amina walikuwa wamechelewa kazini kwa sababu ya mteja wao mkubwa aliyekuja dakika za mwisho. Hii iliwafanya kubadilisha njia waliozoea kupita kurudi nyumbani. Wanaume walioajiriwa na Neema walipowasubiri, hawakujua kuwa walikuwa wamenaswa kwenye kamera za usalama zilizowekwa barabarani. Wakati huo huo Rafiki wa zamani wa Neema aliyekuwa amemsikia akipanga mauaji hayo, aliamua kutoa taarifa kwa polisi. Polisi walifanya kazi haraka. Walimfuatilia Neema na wale wauaji wake kwa siri. Wakati Neema alipogundua kuwa njama yake imeshindikana, alikuwa tayari amechelewa. Alikamatwa akiwa chumbani kwake, akiwa amekosa usingizi na kukosa utulivu. Polisi walipomweleza mashtaka dhidi yake, alijaribu kupinga. Huu ni uongo. Mimi sikufanya kitu kama hicho. Lakini ushahidi ulikuwa wazi: mawasiliano yake na wauaji, malipo aliyowapa, na hata sauti yake kwenye simu akitoa maagizo. Mahakama iliposikiliza kesi yake, haikuchukua muda mrefu kumtia hatiani. Hakimu alipotangaza hukumu, aliongea kwa sauti nzito, Neema, umetenda makosa mazito. Umesababisha mateso, umepanga mauaji na umefanya kila kitu kwa ajili ya chuki zako binafsi. Kwa mujibu wa sheria, unahukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Neema alilia kwa uchungu akijaribu kuwaomba watu wamsamehe, lakini hakuna aliyekuwa tayari kumsikiliza. Alisindikizwa gerezani, mahali ambapo maisha yake ya chuki na ubinafsi yalifika mwisho. Baada ya miaka mingi ya mateso, Sarungi na Amina walipata amani yao, biashara zao zilishamiri, wakajenga familia yenye upendo na maisha yao yakawa mfano wa uvumilivu na ushindi dhidi ya majaribu. Walisimama pamoja, wakijua kuwa mapenzi ya kweli hushinda chuki na ukweli hushinda uongo. Na kwa neema alibaki gerezani akisali kila siku, kwamba angalau kama muda ungeweza kurudi nyuma angechagua upendo badala ya chuki, lakini ilikuwa too late.